Okay. Okay. Tuko kwenye iftar ya Crown FM, kwa Alikiba, and of course platform tumekutana naye hapa mm. Alhamdulillah. Hii kanzu sio mafuta, mafuta. Hii na hii. Uh, hii kanzu bwana niliagizishia ni huko Dubai yeah. <laughs> Hatimaye nimefika maana mwaliko nilipata muda kidogo. Hii yeah. mm. Bwana ni sio mwongo ni laki moja themanini laki Asante. Ina, uh, nikajua inaitwa zigzag. <laughs> Mimi napenda tu style yake, fashion yake. Ah, mambo ya mistari mistari. Mimi yeah. Ah, namshukuru Mungu kila siku mm -hmm. Sababu kikubwa cha kwanza ni afya, pumzi mm -hmm. Vingine vinatafutika. Kokoto la iftar. Oh, yeah. Yeah. Ile kokoto sio la kuna mtu hmm. nimemwona kule hmm. kidogo okay. likokoto yeah. uh, la Samia kapu na iftar pia, nimekuona huko karibu sana na mishemishe za Alikiba sasa hivi, na kuona kila siku Samia kapu and all that. Sasa hivi tuko kwenye iftar, tunafukuzia collab ni. <laughs> Of course ni dream yangu pia kufanya naye kazi mkubwa, na ikishakuwa tayari nadhani naweza nikaifanyia mpaka pati yoko lap. Kwa hiyo muendelee kuniombea always, mimi ni familia kabisa mm. sinalo your family na unavojua kabisa, mkubwa pia anasapoti mm -hmm. E, anasapoti vipaji vipya anapenda pia mm -hmm. Uh, na mimi pia ni mtu ambaye anapenda pia ku, kupata ushauri kwa kubwa zangu ambao wametangulia kwa sababu natamani kufika sehemu ambao wao wapo. Unaona, mkubwa sasa hivi anamiliki kitu kama unatupa mfano, tutakuwa na kutangaza au anakupa. Niambie, sasa hivi tuko kipindi cha Ramadhan na Ramadhan, sisi tunaamini bana, kwa wenzetu wa Islam Do, kipindi cha toba, watu wanafunga swala zao mm. Zinafika kwa Mwenyezi Mungu. Yeah. Kwa upande wako pia unafunga shahwa? Yeah, nafunga wote yeah, umefunga au kuna kuna watu ambao hawafahamu kama unaitwa Suleiman bana, hawajui yeah, ya. Yeah. Tanga moja ya. Yeah. Yeah, Tanga moja. Mashallah, mashallah. Niambie, uh, tulikuwa tunazungumza na Ambalulu leo akasema mimi siendi kufturu kwa sababu na dhambi nyingi sana. Mi najua ukifturu unatakiwa uwe msafi ndo uende kufturu, lakini mimi nimezini, nimefanya hiki na hiki, so sitaki kufake kupretend kwamba niko msafi sana. Wewe kwa upande wako Sheikh, hizi futari zote tunazokutana, uko sawa sana um, tari pia haimaanishi kwamba ukiwa na dhambi upaswi kwenda kufuturu. Hapana, futari ni kama sehemu ya ibada, unaelewa? Kwa sababu unapofutarisha pia Mwenyezi Mungu anakujalia, anakuongezea neema Unaelewa? kwa hiyo hii haihusiani na maswala ya, kwa sababu wote hapa tuko hapa, lakini hakuna ambaye anamjua mwenzie nafsi yake ipoje amefanyaje jana, unaelewa kwa wale hakupaswa kujifikiria hivyo, yeye angekuja hii ye, ni sehemu ya jamaa, ni sehemu ya kujumuika kwa pamoja na kufurahi hivyo, lakini haihusiani kabisa na kwamba mimi ni, ni mchafu sipasi kwenda. Hakuna ambaye mtu angemkataza wala hakuna ambaye ange doubt kwamba huyu bwana jana akafanya kitu hiki e, kwa sababu hamna anayejua hapa. Jana mimi vizuri na Mwenyezi Mungu, unaweza ukatenda kosa leo, kesho kesho kutwa na ukamwomba Mungu bado leo kesho kutu, leo kesho kesho kutwa na Mungu bado anakusamehe. Yani, umetenda dhambi leo ukamwomba Mungu leo akakusamehe, kesho tena hivyo hivyo. Mungu waka. Mungu ni, ni mtu ambaye anasamehe kila wasaa, kila dakika, kila sekunde. Mashallah, dini ipo, can't deny. Sasa hivi iftari, jana tumetoka no. kwenye iftari ya Wasafi, leo no. tuko ya Crown, kesho tunaweza tukaenda Konde Gang mm. kokote mm. Uh, huwa unaenda kwenye mialiko yote hii ukialikwa au ni baadhi? E, mimi naenda bana, kwa sababu unaambiwa kitu cha kwanza utajiri ni watu. Ukiona unaalikwa basi alifika hmm, mpaka unaalikwa ni kwamba huyo mtu pia amekuamini, amekupa nafasi kwenye maisha yake, kwa hiyo ni vizuri au vyema hmm, unapo unapoomba hmm, utokee sehemu. Kwa hiyo mimi kwangu hiyo mialiko, hata leo ingekuwa kuna mialiko mitano hmm, ningeudhuria. Hey, hey. unapenda wali? <laughs> <laughs> maana unaweza ukajidai wewe ni mwema kumbe wali pia. Kula pia inachangia. Napenda kula hmm. mm. Oh. chakula gani? ah, mimi napenda wali wa nazi, ugali ah, eh, mnapika na ugali wa nazi ah, <laughs> sasa hivi kuna chai ya nazi. siku uja nyumbani basi mm. nitakuonyesha. siku ah, njua nyumbani, nitakuonyesha ah, kweli ah, ni swali la chai tena, uje na kamera. chai ya nazi ya chungwa Kweli? Wewe njoo na njo. Jamani, siku moja njoobe nyumbani unaonyesha unavokata aluminium najua ushakata sana. Ah, sasa ujue. Okay. Uh, Tanga watu wanapenda sana mapishi cha mm. Kwanza wanapenda sana wahyo, sisi pia ni watu ambao tume pata nafasi ya kuchungulia katika majiko huko, mama zetu wanavyopika, dada zetu wanavyopika, kwa tunaangalia, tunapenda mm -hmm. sababu harufu hapo nje, harufu inanukia mm -hmm. lazima uende nani uangalie nan... kitu gani kinanukia. yeah, kila siku, kila siku lazima na wewe ah, watu wa Tanga wanajua kupika. chakula gani unachoweza kupika vizuri? yani hata mtu akilo, anasema naweza kupika vizuri ugali, wali, biryani. Ah, biryani siwezi kupika, chakula ambacho ni complicated. lakini wewe unaweza kupika ni kipi? pilau Uh, yeah, pilau la nyama, pilau la nyama, nitaje pilau yeah, pilau pilau, ah. mm -hmm. viungo vinavyotakiwa <coughs> kwenye pilau, mm -hmm. kuna viungo vingi, mm -hmm. sawa. <laughs> Kuna pilau masala, sawa kuna kitunguswaumu, mchele, niendelea wewe? Ah, kwa sababu unaweza ukataja vitu alafu kasahau kitu chenye kinachosababisha kitunguswaumu. Unaweza ukachukua pia kitungu maji, ukamix mafuta, iriki sawa, mdalasini sawa, ndo nakupa hizo sasa Siku hebu njoo nyumbani. Simkaribishe kwako. Njoo nyumbani, kwako. Siku njoo nyumbani mimi nikupikie pilau bwana. Tumalize interview. Oh, yeah. Mm. Ramadhani ina inakwisha, inakuisha. Uh, tutegemee Ramadhani ikiisha tu tuna ngoma kutoka kwa platform yeah. Au Ah, Ramadhani ikiisha tu mm-hmm. Na huenda mwishoni chungu cha mwisho kile tukadondoka na goma huko.